Tamscana mtamu na mzuri, alafu wanaijua mambo kama wewe natamani. <laughs> Siutena na wewe siku nyingine. Yani, mii nilikwambia, mimi ndo Sona, sijawahi kushindwa kitu <laughs> mtoto kama mimi, mtoto wenye penyepi, mtoto raini, kwa nini nishindwa vitu kama hivyo? <laughs> Mungu kanipo na mimi nakitoa

Msimjuu huyu Sona, mimi namjua A to Z, kwamba umetembea naye aaba, shida nini? Oh, amna amna baba. Kazi ipo. Oya, ni mimi mtupu na yule binti Sona. Oya, nimekaa hivi e, shida tu. Si yule binti ana ana maspai. Hivi, mwanangu na wewe unamwacha shemeji mzuri mwanangu, ana kasoro yoyote? Mtoto mpole nini ana heshima, unenda unatembea na takataka ile. Mwanangu sona nani asomjua mtaani mwanangu, ni wote wanakinda, hadi watoto wadogo mpaka na ndugu zake. Sasa afu sidhani kama yule hajaasilika yule mwanangu, afu wewe unakuja unapita naye wewe, demu akipita hapo kama anasima, hata wewe mwenyewe ukatizi

mwanangu nao upunguze mwanangu, kwa sababu gani? Mbona shemeji ana kasoro yoyote kwako? shemeji yako mimi na kwa... shemeji... mazingira yake akasema atakuja la... huko asema ndio mimi nimewahi mapema ili kukupangilia misondo yote ndio yo mwanangu uweze ukanikataa. Mita mia fresh mwanangu, mimi shemeji akija mimi nitamwelekeza <modelaki genius> ila sema nini wewe eh. na wewe mwanangu upunguze <gulica> utakufa vibaya wewe wewe mwanangu kwani umefuata kitu gani? Oya mjomba, ah ile chuma ah, hey. ah. mi nilisikia Azam TV burudani asala, mimi mwanangu, si mdau wa sinema zetu hey. tugubei Osman Bey hey. Ah ana anichome ana maspai ni sijui, mwanangu hii hapa picha ni mimi mtupu. nakataa vipi? asa wewe ndo last solution mwanangu, wewe fanya manova akija nini kia jambo mwanangu. Wewe unajua ndo damu yangu unipingi daaia

kupata hmm. msichana mtamu na mzuri alafu anejua mambo kama wewe. wewe. <laughs> yaani natamani sijui tena. Hmm. Na wewe. Lakini siku si... nyingine hmm. Yaani mimi nilikwambia mimi ndo Sona. Sijawahi kushindwa kitu. Sasa. Sa. Hey, hey, mtoto kama mimi mtoto wenye penyepi mtoto raini kwa nini nishindwa vitu kama hivyo <laughs> sa, sa. Mungu kanipa na mimi nakitoa. Mhm. Mm -hmm. Nimekubali. Nimekubali sona. Ila <tie> hata pia unaweza inawezekana sikuzidi wewe. Um, na vitu vyangu unavyo kabisa. <tie> Unavyo bwana. Sona. Mm -hmm, ndio mimi sona. Mhm. Ndio maana watu watu wanapagawa. Watu wanalia. <tie> <tie> <tie> Watu wanapagawa watu wanalia, bana, usipige sana kelele. <tie> na wewe. Usahau unajikuta kama tuko nyumbani. Tusiondoke mm -hmm. hajatuona. Anakuambia okay. Kweli sijawahi maisha yote

Kwa kwa wewe ni mwanaume lijali sana, na kwa kila mwanamke atakayekuona kuona anatamani kabisa kuwa na wewe, lakini tambua kuwa huyu mwanamke unaotoka naye mimi ni mke wangu, tena ni mke wangu wa ndoa kabisa. Inaniuma. Inaniuma sana, sikutegemea wewe rafiki yangu ungeza kufanya yote haya wana mkubwa, mke wako ni kama mzoga, na sizani kama kuna fisi ambaye ataupita mzoga. Naagaa kitu ambacho niakijua vijana wote katika hichi kijiji, anayehitaji kujifunza mapenzi au kuendeleza ujuzi wa mapenzi yake, ni lazima apitie kwa huyo mwanamke ambaye wewe unamwita mkeo. Sasa basi, kitu ambacho mimi nataka kukwambia Hakuna haja ya kuhangaika kwa sababu ya huyo mwanamke ambaye wewe unamwangania kila siku. Mimi nashangaa, ila anyway, ni kiwaponimzao <laughs> <laughs> Sasa mimi nimekuja kwako. Nita tu kujua kutoka kwako ni kitu kimoja tu. Mume wangu ambaye ni rafiki yako wewe, kuna taarifa zilizonipatia kutoka kwako kwamba jana mlikuwa wote kuanzia asubuhi mpaka jioni mlikuwa pamoja. Na inaambia kwamba anaenda kazini. Ila taarifa mimi nilizozipata kule mtaani ni kwamba alikuwa na mwanamke mmoja anaitwa Sona. Sasa hapo nashindwa kuelewa ukweli ni upi. Yaani shemeji, bwana. Bora tu ni nikuambie ukweli. Maana jamaa Alikuewpo hapa kama dakika kumi nyuma zilivyopita, alikuja kuniambia swala hilo hilo, ila sasa yeye aliniambia kwamba nimfikie siri, lakini siri hiyo mimi siwezi kuipika kusema ukweli, bwana. Shemeji jamaa, jana kweli, bwana, alikuwepo kwa Sona kwa sababu mimi pale aliondoka mida kama ya saa kumi, kumi za jioni sasa mida ya saa kumi, mimi mpaka nafunga kazi pale saa mbili ile ya usiku, nikarudi zangu nyumbani. Sasa lakini yeye aliniambia kabisa kwamba anaenda wapi, kwa Sona na yule. Mimi ni mshikaji wangu, najua sana mambo yake na yeye anajua sana mambo yangu. Kwa hiyo mimi nimeona bana shemeji, nikwambie tu kweli kweli, jamaa jana alikuwepo kwa, kwa, kwa, kwa Sona na, la mim, na mimi pia nimemlaumu sana sana asubuhi hapa alipokuja, nimemlaumu sana. Mi nachoona hapo shemeji, kama ye kaamua kumwaga mboga, nawee mwaga ugali. Yaani namaanisha malipo yanakuwaga ni hapa hapa duniani, huko juu ni mahesabu. Kwa hiyo kama ye kaamua kupita kushoto, wewe pita kulia. Au nasemaje shemeji? Maana mi mwenyewe kitambo sana shemeji, nilikuwa nakupenda.